Taarifa kuu hii leo, hakuna tena mlo wa bure kwa wanajeshi wa Kenya. Serikali imetangaza kusitisha rasmi mpango wa chakula cha ruzuku ndani ya kambi za KDF. Ndiyo, mlango wa jikoni umefungwa, na sasa kila mwanajeshi atalazimika kujihudumia au kutumia posho atakazopewa. Lakini kwa nini hatua hii ya ghafla, na inamaanisha nini kwa askari wetu walioko kazini, wengine wakipigania taifa mipakani? Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi, huu ni mwanzo wa hatua za serikali kukata matumizi ya kifahari, kufuatia mashinikizo ya deni la taifa na kisi ya bajeti na maagizo ya mashirika ya kimataifa kama IMF. Mpango wa chakula ndani ya kambi, ambao umekuwa sehemu ya ustawi wa wanajeshi kwa miongo kadhaa, sasa umefutwa rasmi. Mlo wa bure historia. Lakini wa Kenya hawajanyamaza. Wengine wanasema hii ni dharau kwa watu wanaotulinda kwa silaha. Wengine wanasema ni wakati wa KDF pia kuishi na hali halisi kama polisi na walimu. Katika mitandao ya kijamii, mtu mmoja aliandika, kama serikali ina hela za magari ya kifahari kwa wakubwa, bona ikose ugali kwa wanajeshi? Je, hatua hii itashusha morali kazini? Je, itaathiri ufanisi wa kazi hasa kwa walioko mstari wa mbele kama huko Mandera au nje ya nchi, serikali imesisitiza kuwa askari walioko vitani bado watapata huduma za mlo kama kawaida. Lakini kwa wale walioko kambini Nairobi, Eldoret au Isiolo, ni wakati wa kubeba sahani yako mwenyewe. Kwa sasa, hali ndani ya KDF inabadilika. Wakati wa vyakula vya bure umeisha, karibu enzi mpya ya posho badala ya pilau. Hii ni Kifagio Media tunasafisha uozo, tunachambua ukweli. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio garbage collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Timu yetu imebobea katika ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi 0798558240 au sufuri Yo garbage collectors, tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.